Mza baada ya kutembelea baadhi ya maeneo ya wilaya ya Kinondoni, mkuu wa wilaya hiyo Bwana Ali Hapi amesema serikali hairuhusu shughuli yoyote inayozuia miundombinu ya barabara kufanyiwa usafi au ukarabati wowote binafsi katika miundombinu iliyojengwa na serikali. Amemwagiza mkurugenzi wa manispaa, afisa biashara na mkuu wa kitengo cha mazingira kufanya operesheni maalum kuwaondoa, kufanya operesheni katika maeneo yote ambayo baadhi ya wananchi ambao wengine hawana leseni wameamua kuziba mitaro ile na magari mabovu na spea mbovu kwa ajili ya kufanya biashara zao kinyume na taratibu zetu. Na wale wote watakaobainika ambao wanafanya shughuli hizi zinazoharibu miundombinu hii na ambao wanafanya shughuli hizi ambao wengine hawana leseni halali, basi watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria na taratibu tulizojiwekea. Kwa hiyo, natoa wiki mbili kutoka sasa, kila mtu ambaye anafanya biashara ya kuweka anafanya biashara ya kuweka magari mabovu kwenye miundo mbinu ya barabara aache mara moja, vinginevyo watakwenda kupambana na mkono wa sheria. Wakizungumza na ITV, baadhi ya wakazi wa mitaa ya Tandale wamepongeza hatua za mkuu wa wilaya hiyo na kulalamikia serikali za mitaa na kata kwa kufumbia macho baadhi ya wafanyabiashara wanaoamua kujenga vivuko katika mitaro ya manispaa kwa lengo la kuhifadhi magari mabovu ili wauze sehemu ya magari hayo hali inayoleta mazingira magumu ya kufanya usafi wa mitaro hiyo. Kuna wafanyabiashara wengi wanauza spea za magari hizi, hasa wengi wanaweka, hizi, haya ni maeneo kama vile wanaweka maeneo yao ya ku ya ya, ya, ya, yaani wanauza mabodi ya magari spea za magari. Kwa hiyo kama hapo wanachukua wao wamekolisha wamekolisha frame ya gari, lakini kwa mbele anachukua kama vile ni sehemu yake ya kuwekea bidhaa zake. Sasa utakuta mtu anatengeneza kama daraja hivi chini ili aweze kuhifadhia nini yake na, na nisha kuuliza mara nyingi wa wanasema, bwana wa serikali za mtaa nao wameshafuatilia mara nyingi, wameshindwa jinsi ya ku yani, sijui tatizo liko wapi. Hii ndio changamoto kubwa iliyokuwepo katika maeneo yetu ya huko Tandale Kusababu, mewekua, hivi, hao, shindua, na, kubwe, kwa sababu magari yamewekwa kama hivi, hawa wanaoje kusafisha wanashindwa kusafisha vizuri, na changamoto kubwa iliyokuwepo kwamba magari ya takataka ya majumbani haje kuchukua kwa wakati, takataka zipo katika mitaro. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo,